Oya Draki. Drack Mc. Nitafutie demu. Nitafutie mchumba. Eh, bana, mimi nataka niowe. Nitafutie huko kutoka Urusi huko, nataka mzungu. <laughs> Allah. <laughs> Mambo vipi, ndugu wapenzi, watazamaji wa video hii hapa. Si mwingine ni mimi Drack Mc hapa. Na hii hapa unaitazama ni maisha ya Urusi. E bana, leo niko mtaani hapa, nikasema bwana, nitakuwa mchoyo sana kama nikienjoy mazingira haya hapa pasina kukuonyesha wewe ambaye unapenda kufahamu kuhusiana na maisha halisia ya hapa Urusi. Sasa leo uh, tukianza na hali ya hewa jinsi ilivyo hapa ni baridi sana, ni baridi sana. Leo wakati natoka asubuhi ilikuwa ni negative kama sita hivi. Kwa hiyo yani ni, ni, ni baridi ya hatari sana, ni baridi fulani hatari sana. Kama mnavyoona watu wanatembea na makoti, huwezi eh, ukatembea kichwa wazi. Ukitembea kichwa wazi, bwana kajitafutia matatizo ambayo yatakutesa sana hapo baadaye. Kwa hiyo ndugu zangu, bwana, mada ya leo ni kwa wale watu ambao huwa wanapenda kusema bwana Drack, wewe upo Urusi huko, bwana nitafutie demu nitafutie mchumba nitafutie mke, bwana mi nataka nioe mzungu eh, na kuna, kuna wale wengine vijana anakwambia nitafutie hata mshangazi wa kizungu huko bwana, mi nitafanya juu chini eh, ni, niweze kuruka naye nimalize mambo yangu. Jamani, nataka tu niwe muwazi. Niwe mwazi kwenu ili muweze kue, kuelewa haya mambo yanavyozidi kwenda, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakini text, unakuja DM wananiambia bwana, nitafutie mzungu. Jamani, mimi kwanza niwaulize swali, nyie mshawahi kuniona mimi na mzungu au? Hilo ni swali, naomba mnijibu kwenye comment. Mshawahi kuniona mimi na mzungu na hata kama umeniona uliona tunafanya nini? Jamani, sema ukweli, hili game ni gumu sana. Ni game la kutafuta mzungu. Kama umekuja Ulaya ukiwa na lengo la kupata mzungu, hilo game ni gumu sana. Unasema hilo game linaenda na bahati ya mtu e, kama kama wewe utakuja Urusi hapa ukiwa na lengo la kutafuta wanawake, utawapata. Wanawake wapo wengi sana, confidence yako pia, yani ni wewe tu unavyoamua, unaweza kuwapata. Lakini swala la kusema kwamba fulani anaweza lisiwe mimi peke yangu, anaweza kata mtu mwingine, afu swala la kusema kwamba bwana, rafiki yangu nitafutie mwanamke huko, ah, sidhani. Labda kuna mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kitu kama hiki hapo, lakini ukweli ambao sio kupingapinga wala sio kuzunguka sana, hilo game ni gumu sana, kwa sababu watu wako na interest tofauti. Unaweza kumwambia mtu akutafutie mchumba akakutafutia mchumba ambaye ana interest tofauti kabisa na interest zako, ama anaweza akakutafutia mtu ambaye wewe hautomuelewa, kwa mwisho wa siku mnaweza mkaishia tu kugombana na vitu kama hivyo, ama mtu anaweza akawa interested sawa, anataka labda mwanaume wa Kiafrika, lakini haja baridi napiga jamani. Anaweza kawa interested kweli, anataka mwanaume wa Kiafrika, lakini sasa kwenye tamaduni eh, na vitu vingine kama vile eh, kufahamiana interest za huyu na huyu, so changamoto ni kubwa. Of course changamoto ni kubwa sana hasa kwa watu ambao labda wamewahi kupata mahusiano kwa njia hii hapa. Lakini kwa experience yangu jamani, aa, ni ngumu sana, ngumu sana, lakini pia kwa mfano kama wanataka mimi ni kutafutie mchumba mimi, hiyo kazi mimi siwezi jamani. Mimi siwezi mtafutia mtu mchumba, lakini pia niwakumbushe tu kwamba hapa Urusi pia kuna Waafrika wengi sana ambao wamekuja hapa wanatafuta e, wachumba wa kizungu kama nyinyi ambavyo mna, nafikiria kwamba bwana nitafikie mchumba nafikiri ni rahisi. Kuna watu tumewakuta hapa wana miaka saba wana miaka sita wana miaka nane, lakini bado wanaendelea kupuliza. Na kitu kingine ambacho ni very interesting, yani asilimia kubwa ya Waafrika ambao wanaishi hapa Urusi, kwa wengi ambao nawafahamu mimi, wengi nimewakuta wakiishi na Waafrika wenzao, yaani watu hawahangaiki na Wazungu, wengi wanapenda kuishi na Waafrika wenzao. Kwa hiyo sasa sijajua undani wa mambo, japokuwa kuna stori za hapa na pale, lakini sijajua undani wa mambo kwamba kwa nini mambo yanakuwa hivyo. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, wewe kama unataka mwanamke wa kizungu, njoo mwenyewe, njoo mwenyewe kwenye gemu, utafute mwenyewe. Sitaki kuaminisha kwamba uwezo ukapata ama, ama la. Kwa sababu kila mtu ana bahati yake na kila mtu anakuwaga na kitu chake ambacho ameandaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jamani, wee kama utafuta mwanamke njo mwenyewe kwenye game, acha kutuma watu, kwa sababu ukituma watu utapotea. Ama mtu kweli, unaweza kumtuma bwana, nitafutie mwanamke deni yeye, yeah. Anapokwenda kuongea na huyo mwanamke, unakuta mwanamke anamwelewa yeye, yeah, yeah. Sasa yeah, kwa mwisho wa siku nakuja kuanza kuonana wabaya. Jamani, lengo sio kuzungumzia masuala ya mapenzi, lakini nitaka kuwaonyesha tu mazingira jinsi yalivyo. Kipindi hiki hapa ni winter, baridi ninapiga kweli kweli. Mimi mwenyewe mikono yangu hapa, naona sitoweza kuendelea kurekodi. Inabidi. Ah, inabidi nifiche mikono yangu. Sasa jamani, asanteni, asanteni sana. Nawaandalia makala nyingi za kutosha zinakuja, kwa hiyo tuko hapa hilo uh, uh, ah, jina gumu kidogo, achana nalo jamani, lakini ndo hivyo jamani, kama uh,